Hilo hapo unaloliona ndo PDF uh -huh. na walioitwa kwenye usaili uh, katika ajira ya zimamoto. Kama unavyoona hapo, huu ni walioitwa usaili katika mkoa wa Arusha. Wapo wengi sana, kama unavyoona hii yote ni Arusha uh -huh. kama unavyoona hii yote ni Arusha. Majina yako mengi, kama unavyoona baada ya Arusha ni Dodoma. Ehe. Majina yapo mengi. Sasa jinsi ya kupata PDF hili ili uweze kuona jina lako au unatakiwa uingie katika chaneli aa, ya Zimamoto Tanzania, chaneli yao ya WhatsApp wameweza kuonyesha PDF hili, lakini pia unaweza ukaingia katika akaunti yao ya Instagram ya Zimamoto Tanzania wameweza kutoa link ambayo inaweza kufikisha katika uh, chaneli yao ya WhatsApp ambayo itakusaidia kuweza kupata PDF hili. Kama unavyoona hapo, ni mikoa mingi, kila mkoa na watu ni wengi sana, na PDF hili ni refu kama unavyoliona, uh, watu waliochaguliwa kwenda kwenye usaili ni watu uh, elfu kumi na tano mia sita hamsini na saba. Kwa hiyo hao ndio watu ambao wameweza kuchaguliwa kwenda kufanya usaili kwa elimu ya kidato cha nne. Basi mimi nipende kukaribisha sana, usisahau kusubscribe, lakini pia kuacha maoni yako hapo chini na kubonyeza alama ya kengele, ili uwe kwanza kabisa kupata video zetu zinazotoka kila siku.